Sababu ya tatu inaopelekea watu kutokutoa zaka, watu hawatoi fungu la kumi kwa sababu wanampenda Mungu kidogo, wanampenda Mungu nusunusu, wanampenda Mungu kwa kiasi kidogo. Kwa kila wakati tunapompenda Mungu nusu nusu, hatuna moyo mkamilifu katika kumpenda Mungu, huo ndio wakati ambapo hatutoi zaka. Usema kwamba wewe unampenda Mungu wakati unashindwa unajaribiwa na asilimia moja ya kumi ambayo Mungu anaitaka umtolee, alafu ujigambe kwamba unampenda Mungu sana. Huo ni uongo. Maandiko yanasema, watoto wadogo, tusimpende Mungu kwa ulimi bali tumpende kwa tendo na kweli ambacho kinaweza kuonyesha unampenda Mungu, unamheshimu Mungu, ni pale unapotoa zaka na malimbuko yako. Unaposoma katika kitabu kile cha Mithali sura ya tatu, angalia sura ya tatu mstari wa tisa, Biblia inasema mheshimu Bwana kwa mali yako, na kwa malimbuko ya mazao yako yote.